Waalimu wapasiku saba watano ni wa kuajiriwa na wawili ni wa kujitolea funzi 168. Ah, kwanza ni taharuki ambayo hata mimi kwa kweli nimeshangaa baada ya kupata simu mbalimbali nimepigiwa mbali na kuingia mtandaoni kuona, basi na mimi nilishangaa kwa sababu sijawahi kutoa takwimu wala kiongozi wangu aje kutoa takwimu kama hizo, kwa sababu zinakinzana kabisa na uhalisia. Kao ni seme tu ni taharuki, na hizo taarifa hazina ukweli wote, kwa sababu mimi kama mwalimu mkuu sijapitisha barua ya walimu wangu kama inaathiri, kwa sababu wansi, linapoongelewa jambo hasa linapokuwa linazunguka mitandaoni, lakini inakuja hasa kwenye jamii ambayo ndio tupo tunaishi, linasumbua kidogo, kwa sababu kila binadamu ana namna ya kupokea jambo. Kao jambo linapokuja, kila mtu analipokea kwa namna tofauti ila kama mimi sina wasiwasi, kwa sababu najua ni taarifa ambazo sio za kweli. Kwa sisi tunachapa kazi na tunajua lazima tuhakikishe taaluma inapanda. Ni jambo ambalo limezushwa na watu ambao hatujui wametoka wapi na wakaamua kutuchafua watu wa Nkweshoo, kwa sababu sisi na walimu kwa hapa Nkweshoo tunaishi maisha yale ya ndugu, ya jamii, tuko karibu na wao tunaishi nao vizuri tunaingiliana kwa kila jambo kama ni kusaidiana kwa lolote na kazi zao zote zinazofanyika shuleni tunafanya kama ndugu, yaani hakuna mtu anayebagua mwingine. So, swala la hilo lilo jitokeza hapa, kwa kweli tunaweza kusema kama wazazi limetushtua na tunaliona jambo geni sana kwetu. Nimefika Nkweshoo shule ambayo kwanza mimi ndio shule nilisomeaga na hili jambo limenipa taharuki kubwa kabisa. Haina jambo hilo na hakuna mtu ameleta ubaguzi wa kubagua waalimu kwa sababu sio wazawa hapa. Wazazi hawana tofauti na waalimu, lakini kwa sababu shule ya msingi Mkweshoo iko karibu sana na kanisa letu la KKT, kwa hiyo nimshukuru sana mchungaji wa ushirika wangu wa Mkweshoo kabla saa tujakaa ameona jambo hili ni jambo potovu linaloleta kuharibu amani ya kidini na ya kiserikali, na akalikemea kwa nguvu zote akiwa ibadani. Kwa hivyo naomba sana pia tumpongeze mchungaji kwa jambo alilolifanya, lakini tunasema jambo hili ni la kizushi na ni la uongo ambao halina ukweli hata upande mmoja. E, baada ya kusikia taharuki ya jambo lililotokea, lakini baada ya kufanya kikao na walimu pamoja na serikali ya kijiji Tumegundua kwamba hizo taarifa ni za uzushi tu, hakuna ukweli hata kidogo. Na yeyote ambaye ameweza kutoa uzushi huo, basi tuyaombe tu serikali iweze kuchukulia hatua, kwa sababu amesababisha taharuki kubwa sana kwa jamii yetu, especially watu wa Machame wamechafuliwa jina sana huko duniani. Ni maswali mengi, ni simu nyingi zinapigwa na ndugu zetu walioko mikoani kwamba tumekuwaje wabaguzi kiasi hiki. Lakini jambo hili nipende tu kusema hapa ni uzushi mtupu, halina ukweli hata kidogo.